Bajeti hii muhimu sana. Mheshimiwa Naibu Spika, naanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa afya njema na mimi leo kusimama mbele ya bunge tukufu lako kuchangia bajeti hii. Lakini nampongeza sana Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan na serikali yake kwa kipindi cha miaka minne amefanya kazi kubwa sana ya kuiongoza taifa letu na kuwaletea Tanzania maendeleo akisaidiwa na wasaidizi wake wote. Mheshimiwa makamu wa rais, waziri mkuu na naibu waziri mkuu. Lakini kitofauti sana, utulivu wa nchi yetu umechangiwa na uimara wa vyombo vya ulinzi vikiongozwa na amiri jeshi yeye mkuu. Na vipongeza sana Mheshimiwa Naibu Spika, lakini kipekee sana nipongeze uh, uongozi wa bunge ukiongozwa na spika mahiri sana Dr. Tulia Ackson, lakini pia na wewe Naibu Spika pamoja na wenye viti na watumishi wote wa Bunge imefanya kazi kubwa sana kuongoza bunge hili kwa kipindi ambacho tumekaa humu ndani. Mpokee pongezi zenu, mheshimiwa naibu spika. Lakini mheshimiwa naibu spika, nchi ama serikali ya Dokta Samia Suluhu Hassan imeendelea sana, mheshimiwa naibu spika, kutambua mchango mkubwa wa wafanyakazi katika taifa hili, katika ujenzi wa uchumi, uzalishaji na utoaji huduma kwa Tanzania lakini hii yote ni kutokana na uimara na maelekezo mazuri ndani ya ilani ya Chama cha Mapinduzi katika ibara ya 128, 29 na 130 ambayo serikali inatekeleza. Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, ilani ya Chama cha Mapinduzi imewekeza serikali kuendelea kutoa mazingira mazuri ya vyama vya wafanyakazi wafanyakazi na waajili ili kuwe na amani kule kwenye mahala pa kazi, ili mwisho wa siku maslahi ya wafanyakazi na haki zao ziendelee kuboreshwa kwa umoja huu ambao tunaita utatu, Mheshimiwa Naibu Spika. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi cha miaka hii mitatu minne ambayo mheshimiwa rais amekaa madarakani, nikiwa kama mwakilishi wa wafanyakazi na wabunge wenzangu wakinisaidia, wafanyakazi wako na changamoto nyingi sana. Lakini tumeona jinsi ambavyo serikali imefanya kazi kubwa sana, Mama Samia na huo ndio moyo wa mama Samia eneo la watumishi, mheshimiwa, ni mengi sana ambayo tus kuchangia na wenzangu humu ndani, lakini leo na nitaje machache tu mheshimiwa uh, naibu spika, ambayo mheshimiwa rais na serikali yake wamewafanyia wafanyakazi wa Tanzania. Mojawapo mheshimiwa naibu spika, serikali toka ameingia madarakani mama Samia ameweza kupandisha watumishi madaraja zaidi ya laki sabini, ametumia zaidi ya bilioni 1779, lakini si hivyo tu mheshimiwa naibu spika Mheshimiwa Rais ameweza kulipa kulipa malimbikizo ya mishahara ya wafanyakazi na wale wastaafu. Kwa kilo kikubwa mheshimiwa. Hakumaliza yote lakini amefanya kazi. Amelipa wafanyakazi na wastaafu wa na madarakani wa wale madarakani malimbikizo ya mishahara wale ambao wanaotimia laki moja na 87, na saba na imemgharimu serikali bilioni mia moja, mia tatu kumi na nane. Ni kazi kubwa mheshimiwa Rais amefanya. Sisi hivyo tu. Mheshimiwa Rais alivyoingia madarakani tu. Kilo kikubwa sana cha watumishi wale wa kima cha chini. Mwaka elfu mbili na ishirini na mbili akapandisha mshahara kutoka laki tatu mpaka laki tatu sabini, lakini akuishia hapo. Juzi tume mosi, mama amepandisha tena kima cha chini kutoka laki tatu sabini hadi laki tano. Huyo ndio mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa wafanyakazi. Lakini si hivyo tu, mheshimiwa naibu spika, ameweza pia kuboresha, mheshimiwa naibu spika, wale kima cha chini wastaafu wa watapata pensheni yao itaongezeka kutoka laki moja mpaka laki mbili Amewakumbuka wastaafu hawa, maana maisha yanabadilika, hawezi kubaki kwenye mshahara huo huo pensheni wa wakati maisha yake kwenda kibadilika. Huo ndio mwao mheshimiwa rais na serikali kwa wafanyakazi. Mheshimiwa Naibu Spika, si hivyo tu, Mheshimiwa Naibu Spika, ametoa ajira nyingi zaidi ya laki nne kwa ajili, sio mchezo. Mheshimiwa Naibu Spika, wage bill kubwa inatumika, lakini muone nia yake ya kuongeza ajira kwa watu wa Tanzania. Ameanzisha hii swala la BBT, hiyo yote anajaribu kutanua wigo kwa vijana wapate ajira huo ndio moyo wa mheshimiwa rais kwa Watanzania. Lakini si hivyo, mheshimiwa na speaker, ameweza kurudia watumishi kwenye utumishi wa umma waliotolewa kwenye utumishi wa umma amewarudisha zaidi ya elfu mbili eh. Hiyo ndio moyo wa mheshimiwa rais kwa watumishi, na watumishi wa Tanzania wanasema Oktoba wanatiki kwa Dkt. Samia kwa maslahi bora ya wafanyakazi. Mheshimiwa mwenyekiti, si hivyo tu ameendelea kuongeza bajeti ya OSHA ameongeza wafanyakazi. Hawa ni watu muhimu sana, wanakagua maeneo ya kazi ili watumishi wafanye kazi katika mazingira ambayo ni salama. Huo ndio moyo wa mheshimiwa rais kwa watumishi wa Tanzania. Mheshimiwa naibu spika, si hivyo tu, mheshimiwa naibu spika, ame hata kuongeza au kuruhusu tena uh, ile asilimia kumi ya mikopo kule kwenye halmashauri zetu. Huo ni moyo wa mheshimiwa rais kukuza wale wajasiriamali wa kati na wa chini, ili angalau wanajiona kipato hiyo ni sehemu ya ajira kwa watu ambao wako kule kwenye biashara ndogo ndogo. Mheshimiwa, mheshimiwa naibu spika, lakini si hivyo tu, kwa moyo wake wa dhati alishauri ip, alipendekeza iundwe bodi, bodi ambayo itasimamia kima cha chini cha mishahara sekta binafsi na sekta ya umma. Umma imefanya vizuri, na juzi kwenye kenye tumemsikia akitamka akiwaasa na kuwataka wale ambao wanasimamia Uh, upandishwaji wa kima cha chini mishahara sekta binafsi wafanye kwa haraka, ili nao wasiwana wametengwa, watu wa sekta binafsi. Huo ndio moyo wa mheshimiwa rais kwa wafanyakazi. Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na yote aliofanya hayo, bajeti hii ambayo imesomwa imesomwa na mheshimiwa waziri, nampongeza sana, wanafanya kazi kubwa sana, naibu waziri. Imeendelea katika vipaumbele vyake vya utekelezaji wa bajeti iliyopita. Moja ya vipaumbele katika vitano ilikuwa ni kuendeleza rasilimali watu ili kuhakikisha ufikiwaji wa malengo ya dira 25 unafikiwa. Mheshimiwa naisikwa kwa habari njema sasa, hata juzi nimeangalia katika bajeti hii walioisoma wameendelea kutekeleza kipaumbele hicho ambacho ni kuimarisha rasilimali watu, hususani katika sekta ya huduma za jamii. Sekta ya huduma wa jamii, na maana na afya iko hapo Mheshimiwa Spika, naibu Spika, nitasema kidogo kwenye afya leo. Serikali ya awamu ya wa sita imewekeza sana kwenye afya. Mheshimiwa naibu Spika, sana sana elimu kwa wabobezi, vifaa tiba, miundo mbinu na kadhalika na kadhalika, inastahili pongezi kubwa, na bajeti bajeti hii tumeona afya imepanda kidogo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nipongeze sana TRA imefanya marekebisho ya tehama na kutoa elimu na hamasa kwa wale wote wanaosaka kukusanya kodi ili mwisho wa siku pato la ndani liwe juu. Napongeza sana TRA chini ya kamishna mpya wa sasa hivi. Lakini mheshimiwa mwenyekiti, lazima sasa tufikie mahala mindset ya Watanzania ibadilike kutoka kwenye utegemezi wa afua za mambo ya afya kutoka kwa wenzetu. Mheshimiwa naibu spika, lazima tu finance wizara afya tu finance kwa viwango vya juu katika vipaumbele. Tunatoa vipaumbele mbalimbali. Nashukuru kwamba kuna uwekezaji kwenye kilimo vifugo na kadhalika. Lakini hawa watu unaowekeza huko, kama watakuwa afya zao ni mgogoro au wanauguliwa magonjwa sugu, hakika ufanisi wao katika uwekezaji utakuwa ni wachini. Kwa hiyo moja kwa moja tunahitaji kuwekeza sana kwenye wizara ya afya. Mheshimiwa mwenyekiti, waisani wengi sana, mheshimiwa mwenyekiti, wamejitoa kwenye mambo ya afya, na utaona hizi vertical program nyingi zinaelekea kukolapsi. Huo ndio ukweli, Mheshimiwa naibu spika. Kwamba, tu hisani, ya, a, a kwa hivyo mheshimiwa naibu spika naomba kidogo muda mheshimiwa naibu spika, kwamba tu tunakegemea wahisani kwa mfano Marekani, sasa hivi hizi I mean Iran wanapigana, anawekeza nguvu kuwasapoti washirika wake. Tumeona kwenye bajeti ya Ujerumani wametenga zaidi ya trilioni moja euro wameweka jeshini, hata kukumbuka kwa taifa atiba huyo hawezi kukumbuka. Nini nachozungumza mheshimiwa naibu speaker? Tuwekeze kwenye hawa watu wanaitwa wahudumu wa afya ya jamii ya msingi ko uh, hawa Mheshimiwa naibu Spika, watatoa elimu chini ambayo itasaidia Tanzania wasifikie complication wawaima hospitalini. Mheshimiwa naibu Spika, naunga mkono hoja. Asante sana, asante, mheshimiwa